Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Urafiki online tv. Leo hii ni kuletea historia na dondoo kadhaa kuhusiana na timu hizi mbili kati ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars dhidi ya timu ya Morocco. Ikumbuke kwamba hawa ni wenyeji wa mashindano ya AFCON ambayo yanafanyika mwaka huu 2026 ambao yameanza 2025. kubwa zaidi tunaifuatilia timu ya Morocco historia yake e, katika mashindano haya ni ipo namna gani? Timu ya taifa hii ya Morocco inajulikana kama Atlas Lions ni miongoni mwa timu kongwe na zenye heshima barani Afrika. Moroko ilianza kushiriki AFCON mwaka 1972, huku timu ya taifa ya Tanzania ikishiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1980. Kumbuka kwamba mashindano haya rasmi kabisa barani Afrika yalianzishwa mwaka 1957. Mafanikio makubwa zaidi ya Moroko yalikuja mwaka 1976 walipotwaa kombe lao pekee la AFCON fanyika nchini Ethiopia, na mafanikio makubwa kabisa kwa Taifa Stars, timu ya taifa ya Tanzania, ni haya ya kuingia hatua ya 16 bora, wakati mafanikio makubwa kabisa ya timu ya taifa ya Morocco hawa simba kutoka milima ya Atlas, wao ikiwa ni kufika fainali mwaka elfu moja 976 na, na, na kulitwaa kombe hili. Mafanikio ya pili ya kufika hatua hii ya fainali ilikuwa mwaka 2004 walipoingia, lakini pia walishindwa kulitwaa kombe hili na kuweza kupoteza dhidi ya dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia na kushindwa kabisa kuwika kabisa mbele yao na kupoteza mchezo huu. Lakini tangu hapo Morocco imekuwa mshiriki wa mara kwa mara wa Afcon, ingawa kwa muda mrefu ilishinda ilishindwa kurudia mafanikio yao makubwa kabisa mwaka 1976 kwa maana ya kuchukua kombe. Katika miaka ya 2000 20 Morocco mara nyingi iliondolewa mapema, hasa hatua ya makundi. Hata hivyo 2004 na walifika fainali lakini wakapoteza dhidi ya Tunisia kama nilivyokwisha kukuambia, lakini ikafanya maajabu makubwa mwaka 2022 na 2023, kunako kombe la dunia. Ilifanya maajabu gani? Hapa nitakwenda kukueleza, endelea kunifuatilia, lakini pia usisahau kusubscribe. Morocco ilitoka ki, uh, kikosi cha kundi F ikishindana na timu zenye nguvu kama Croatia ambako ilitoka bila bila, Belgium ushindi wa bao mbili kwa bila, na Canada ushindi wa mabao mawili kwa moja huko katika kombe la dunia, na hivyo kuibuka kileleni mwa kundi. Iliongoza kundi katika fainali za kombe la dunia zilizofanyika mwaka 2022 pamoja na 23 e, bwana, ilikuwa ni miongoni mwa mafanikio yao makubwa kabisa na ikumbuke kabisa, katika mashindano haya Morocco ilifika mpaka hatua ya kutafuta mshindi wa tatu kombe la dunia lakini ilipoteza. Hayo ni baadhi tu ya mafanikio ya timu hii tunaokwenda kukumbana nayo ama tunakwenda kucheza nayo Taifa Stars, timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Hawa jina lao la utani wanatumia kama Simba wa Atlas dhidi ya nyota wa taifa, yani Taifa Stars. Basi, kufikia hapo sina tena la ziada. Jina langu naitwa Erasto Joni mwandishi